Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu, na kama ndo mara ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote, kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu, tunapost video mpya mara mbili mpaka tatu kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana sana sana ili uweze kuwa notified. Na bila kupoteza wakati, leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika vitafunwa snacks bites, time sana kwa kutumia cabbage. Ni pishi rahisi sana na mahitaji yake ni marahisi katika kila familia. Utahitaji cabbage moja ya size ya kati, utaikatakata vizuri katika vipisi vidogo vidogo kama unavyoviona na kisha utaviweka katika bakuli lako. Baada ya hapo utachukua sufuria yako, utaweka maji wastani wa kama lita mbili au zaidi na kisha utaweka jikoni kupata moto. Utaongeza chumvi vijiko viwili vya chai na kisha utachanganya vizuri na kuweka kabichi zako. Utaacha kabichi yako hivi kwa ndani ya dakika tatu tu mpaka tano na kabichi chako itakuwa iko tayari. Kisha utaitegua utaichuja maji na kuiweka sehemu ikauke. Unaweza ukatumia kole na kuikausha, unaweza kat... kuweka katika ungo na ukaweka katika jua lako ili kuchuja maji vizuri. Kwa upande mwingine, utachukua vitunguu vyako viwili vitunguu maji, utavikatakata vizuri, kisha utaweka mafuta kiasi kama ml hamsini katika Uh, sufuria yako nyingine na kisha utaongeza vitunguu vyako. Utaendelea kuvikanga vitunguu vyako taratibu, taratibu, kama unavyoona mpaka vinyauke. Visive kabisa huko vya brown, vinatakiwa vinyauke tu, kisha utaongeza kitunguu swaumu kilichosagwa kijiko kimoja cha chakula, na kisha utaendelea kuvichanganya kama unavyoona. Haichukui muda mrefu, ni kama dakika moja tu itakuwa tayari. Kisha tutaongeza karoti ambayo tume nikuangua kwa design hiyo hapo. Nimetumia karoti mbili kubwa na kisha nitazichanganya kwa angalau dakika moja mpaka mbili, karoti yetu itakuwa imeiva vizuri, na nitaenda kuitegua pembeni kuruhusu ipoe na kuweza kuendelea na utaratibu mwingine. Nikukumbushe tu, kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau ku bonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti. Kwa upande mwingine utachukua bakuli lako, utaeka ile kabichi ambayo tulishaichuja maji vizuri na tukaiacha ipoe na maji yanywe kabisa. Nadhani unaiona imeiva, lakini iko kavu. Nitaongeza mayai matatu makubwa. Kama unavyoona utapasua mayai yako na kisha utachanganya katika, utaweka katika kabichi yako na baada ya hapo nitaongeza pilipili manga kijiko kimoja cha chai hiyo ni pilipili pili manga iliyosagwa, na kisha nitaongeza chumvi vijiko viwili vya chai. Kumbuka ile chumvi ya kwanza tulichemshia tu, na ile maji tulimwaga. Hii ni nyingine ya kupikia, na kisha tutaongeza um, manjano kijiko kimoja cha chakula. Na baada ya hapo tutaongeza ile mchanganyiko wetu tuliopika wa karoti pamoja na vitunguu, na kisha utaongeza unga wa ngano. Hapa nimetumia kikombe kimoja chenye wastani ya gramu kama mia mbili. Utachukua kijiko chako kisha utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako, utachanganya vizuri, uhakikishe kila kitu kimechanganyikana na unga unaodhani unaweza kaona unga umesababishwa kwa mkavu. Kisha nitaongeza maziwa fresh. Hapa nitumia maziwa fresh mili mia na hamsini. Sasa kwa kiwango cha maziwa, kiwango cha unga, kiwango cha mayai ni kutokana na ukubwa wa kabichi yako. Cha msingi, hakikisha utachanganya mpaka mchanganyiko wako uwe na uzito wa design hii unayoiona. Kwa upande mwingine utachukua prampeni yako utaweka katika ki, katika jiko, utaacha ipate moto kiasi, kisha utapaka mafuta kidogo tu kwa juu na utaanza kuchota ule mchanganyiko wako. Hapo nimetumia wastani wa vijiko viwili vya chakula. Kwa hiyo naweka kijiko cha kwanza na kisambaza na ongeza kingine cha pili. Utapika kwa kama dakika mbili mpaka tatu upande wa chini, kisha utageuza kama unavyopika chapati. Kwa hiyo utageuza kama hivyo unavyoona na kisha upande huo mwingine tulogeuza tutaupika na wenyewe kwa dakika mbili mpaka tatu. Na utaendelea kupika na kugeuza kila baada ya dakika mbili dakika moja, inategemea na moto wako na ungependelea iwe na rangi gani. Kwa mimi napendelea kuwa na rangi ya golden brown, kwa hiyo nitageuza tena kwa upande mwingine, niache upike uiwe vizuri, upatikane rangi ya brown. Uh, ni kukumbushe tu, unaweza ukatusaidia kukuza um, channel yetu kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vilevile vile kwa kushare na ndugu jamaa na marafiki. Ni support yenu kubwa sana, sana, sana, sana, na inatusaidia sana kwa channel yetu kukua. Kwa hiyo utageuza kama unavyoona. Ukiangalia okay, upande huu wa pili sasa hivi umeiva vizuri, umekuwa na rangi ya brown nzuri, kwa hiyo utategua na uzuri tu kwamba pishi hili lilihitaji mafuta mengi, wastani wa kijiko kimoja. Mahitaji yake ni mepesi sana, yanapatikana katika kila familia. Muonekano wa vitafunwa vyetu utaonekana kama unavyouona, ni mrahisi Bei rahisi sana, mahitaji yake yanapatikana katika kila familia na ni tamu sana sana sana sana. Tafadhali usisita kuangalia na video zetu nyingine zinazoonekana mbele ya skrini yako. Unaweza ukapitia katika chaneli yetu ukaweza kuziangalia mwanzo mpaka mwisho.